Karibu sana mtazamaji wa Dudubaya TV na hii ni kwa mara ya kwanza kabisa tunazungumza na Dudubaya hapa, na stori zote ambazo huwa anazizungumza basi utaanza kuzipata hapa kwenye official kabisa eh, TV ya Dudubaya. Kwa hiyo nikukumbusha kusubscribe na kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii kama, hey, jina letu lile lile. Nimekosea. Ah, ni sahihi, ndio jina la kuishi sasa. mimi <laughs> hey. Eh, mimi sitakufa, mi nahama duniani yeah, kama Tupac, Bob Marley, Mandela, Nyerere na Kwame Nkrumah mm. Wale uh, wame, wamehama duniani mm. Joseph Pombe Magufuli amehama duniani, kizazi na kizazi eh, mimi nimezaliwa me, ni Bob Marley alishafariki lakini kwa nini namjua Bob Marley na picha yake iko pale, ushanelewa? mm -hmm. Vizuri kuna, mm -hmm. uh, kuna kama anko hapo amezaliwa, Tupac alishafariki lakini anamjua nani Tupa. Tupa. Kuna watoto watoto wetu wamezaliwa kinawile mm. wanamjua Mandela, hata mtoto wako atakuwa anamjua, wanamjua Nelson Mandela ushaelewa mm. kwa hiyo mm. ndio maana ya kwamba wa, hao wamehama mm. duniani, hawajafa. kuna okay. kufa na kuhama kwao okay, na mimi ni mmoja wa wale tutakaohama duniani, sio kufa. Sawa bana, utakuwa umesikiliza fakti za Dudu Baya. And of course kama alivyokuambia utakuwa unapata kila kitu yani, ile lifestyle nzima ya Dudubaya ama interviews yote utakuwa unayapata hapa. Ni official channel kabisa ya Dudubaya, kwa hiyo wewe subscribe na kutane na notification kwa ajili ya madini mbalimbali a mbali. Uh, Dudubaya ni nataka tu, tuanze na hili ambalo uh, limekuwa likitrend hapa nchini Tanzania a uh, nataka nipate maoni yako kuhusiana na issue ya Gwajima tukianza kuhusiana na kanisa lake kufungwa lakini pia Uh, kauli ambazo aliweza kuzizungumza na waandishi wa habari, kumekuwa kuna, kumekuwa kuna maoni mbalimbali mbali ya watu, so nilikuwa natamani zaidi kupata maoni yako kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kwa sasa hapa nchini Tanzania, hususa ni kuhusiana na masuala ambayo ameyazungumza Gwajima kanisani kwake ya kwanza, kwanza mm. Ni, ni, ni unajua Watanzania wengi hawana uelewa kwa mambo ya kisheria mm. <coughs> na Watanzania tatizo lao wengi ni kudandia vitu bila kujua na unaweza ukakuta hata waumini wake pale mm. bado wanamlaumu Dr Samia Suluhu Hassan au na serikali kwa ujumla kwamba wamemwonea kiongozi wao mm. au tuseme askofu wao mm. sababu hawana uelewa wa kisheria kwa hao mm. naweza nikasema wana uelewa wa kidini kidini. Nilifuatilia mchungaji mmoja akawa anasema, tulikuwa pale Kawe tukafukuzwa kumbe tulikuwa na eneo letu, ndio tukajenga, ndo hapo walipofungiwa. Lakini kisheria, hata kama uliona ile taarifa ya habari ya msajili wa jumuiya za kiraia kwa maana ya taasisi za kidini, mimi sasa hivi nikianzisha kanisa mm. nikienda kuomba kibali au leseni kuna kipengele ambacho hakinitaki mimi mm. kama kiongozi wa kanisa hilo mm. au na viongozi wenzangu mm. kuhubiri mambo ya kisiasa ndani ya nyumba ya ibada, okay. yaani hiyo ni sheria na ndio iko kwenye katiba mm. shana elewo, ni marufuku mm. kuhubiri mambo ya kisiasa ndani ya nini ya nyumba Ayibad. Ayibad. ya ibada mm. nyumba ya ibada unahubiri mambo yanayomhusu nani, Mwenyezi Mungu so kwa watu wengi ambao hawana uelewa na hili wanaojua wa serikali kwa sababu alizungumzia mambo ya utekaji mm. ndo wamechukua hiyo opportunity kum, kumfungia. Eh, kumfungia nani mm. Askofu Gwajima mm. Gwajima hajaonewa mm. kajikanga mwenyewe mm. shanaelewa, akaenda uh, kinyume na utaratibu mm. wa kisheria kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kile ambacho nakizungumza, na unamaanisha kwamba uh, uh, ile ile sheria au ile taratibu ambazo wanapewa, wa miongozo ambao wanapewa unapofungua kanisa ndizo ambazo amekiuka. Yes, kwa sababu Gwajima mm. kwanza ni mwanasiasa tuseme, mm. bado ni kiongozi wa dini. mm. Kama mwanasiasa unataka kuzungumzia mambo aliyozungumzia ya siasa na utekaji, yeye mm. ni mbunge wapi? Si jimbo la Kawe? Angekuja hapa Kawe, kuna pale Nyuki Tegeta kuna uwanja Mm. Kuna uwanja hapa jeshini hapa NDC hapa karibu napokaa mimi si ndio? Mm. Kuna viwanja vingi vya mpira hata ukienda Mikocheni kuna viwanja open spaces za mpira. Mm. Angeitisha kikao wapiga mkutano mkuta, mm. yeah. <laughs> yeah. Angeitisha mkutano. Mm. Wanakawe wakakusanyika, mm. na wana Dar es Salaam kwamba na jambo zito nitakuzungumza. mm. Kama mbunge sasa e, kama mbunge sasa, mm. kama mwanasiasa mm. kutoka ndani ya nini ya Chama cha Mapinduzi mm. ndio wange address inshu yake hiyo, lakini yeye kaenda kuzungumzia hiyo inshu ndani ya nini ya nyumba ya ibada. Kwa hiyo tukija kisheria mm. hajaonewa bali sheria mm. imefuata nini mkondo wake mm. na wamempa siku ishirini na moja mm. aweze kukata rufaa ae, na, na, na rufaa anakata kwa katibu mkuu mm. a, wa Wizara ya Mambo mm. ya Ndani kwa maana ya wizara, mambo ya ndani. Nafikiri unajua inayodili na na polisi, sawa salama raia na mali zake. Kwa hiyo ngoja tuone hizi siku ishirini na moja kama atakata rufaa na vitu. Lakini mtanzania usiyejua kitu, unakurupukia jambo tu bila kujua. Gwajima yeye mwenyewe alipo ni msomi na anajua alichokikosea na ndio maana mpaka sasa hivi yuko kimya, sababu unajua unajua kwenye maisha anko wangu, unaweza ukajifanya umesoma sana, unajua kila kitu lakini ulimi unaweza ukakuponza au yeah, sure. Eneo linaweza likakuponza, ukawa mzuri miaka yote, lakini kuna siku moja tu, utafanya nini? Utateleza. Kwa hili, Askofu Gwajima aliteleza na ulimi ukafanya nini? Ukamponza. na yeye mwenyewe alipo najua na advisers yani, washauri watakuwa wameshamwambia hapo ulifanya nini Ulichemka kwa sababu dadake yuko serikalini, waziri. mm. watakuwa wameshamwambia hapo ulitokota. Okay. na kweli Askofu Gwajima, waumini wake mm. endeleni kuwa naye mm. msapoti, lakini kiongozi wenu mm. alichemka, sio serikali imemwonea. Okay. Yeah. Sawa, nimemsikia mzee wa upako amezungumzia hilo swala la kufungiwa kwa kanisa la Gwajima, akawa yeye hame, amesema nimeona hata magazeti pia yameandika, yeye ya amesema kwamba wange wangedili na Gwajima na sio, sio kufungia kanisa, kwa sababu pale ume, ume, umefungia kanisa, kwa hiyo kuna watu watashindwa kwenda kusali siku ya Jumapili, kuna watoto watashindwa kwenda kusali Jumapili kwa sababu umefungia kanisa. Kwa nini serikali au sheria zisingemfungia yeye Gwajima wakaachana na kanisa lake? Vipi wewe unazungumzaje kuhusiana na kitu ambacho amekizungumza mzee upako? Swala linakuja ni kwamba mm makanisa mengi ya, ya, ya, ya kilokole mm, kwa mfano o ulishai kuona hapo kwa mzee wa upako huyo Lusekelo huyo mm, kuna mtu mwingine anasoma anasoma ibada si ni yeye mwenyewe mm. Mm. Eh? Yeah. Sasa wawe na utaratibu. Kama wewe ni askofu Gwajima, basi kanisa lako liwe na maaskofu kama wanne kama ilivyo Romani. Liwe na mapadi parokia za Roma. Unakuta kuna paroko, kuna mapadi karibu watatu wasaidizi wake mm. leo huyu ataenda kigango hiki, huyu ataenda huku, huyu ataenda huku, huyu anaumwa, huyu ana nani, ana replace mm. ndio maana sasa taasisi zao mm. <laughs> ni huyo huyo kama hayupo brasari na TV, lakini anasema ana makanisa mengi sana, ndio mana... <laughs> <laughs> Gwajima mwenyewe anasema hata kuna video ile na, ina trendi anasema polisi wametuzingira, nimeita maskofu wenzangu, nilifuatilia wote hey. Nimeona pale wamevaa hey. ni zambarau zao, wale. Hey. mm. Lakini sijaona usekelo mwenyewe, sijaona kwa sababu <laughs> <laughs> hoja ya, ya mzee wa upako ilikuwa ni kwamba, kwa nini swala ni kwamba wabadilike. Unakumbuka hata kipindi kile cha Kakobe mm. Kakobe kama iko yuko, yuko China eti, pale mwenge wanasali na TV sasa, ah yes mm, kwa Kakobe wanasali na TV, yaani inawekwa flash pale ndo inaendesha. Kwanini usizalishe wenzako akiwa ayupo ni TV? Kwa Kakobe mwenge pale muulize mtu yote, sasa utaratibu gani? Kwanini uwe wewe tu ukiumwa wewe basi watu wasali na TV? Sibora mtu asali nyumbani kwake? Sasa okay. <laughs> <laughs> mbona nyi Waislamu mashesi wapo? mm. Haki kuna mwingine. Kuna mwingine anaendesha. Eh, hey, wewe kama Roma ni Katoliki, wewe kama KKT, mm. wewe kama Waislam, ushaelewa? Mm. Mm. Isiwe tu wewe eti kanisa kama wewe haupo, sasa nani sasa atasalisha? Ukifa mm. wewe kanisa linayumba. Mfano tu Mama Ragatale yule pala amekufa. Kanisa unalisikia? Tuseme tu ukweli. Mama Ragatale kawa mwenda zake. Mm. Kanisa unalisikia sasa hivi? Yeye ndo alikuwa Mkubwa pale. Yes, hmm, na kila kitu anafanya yeye okay. Sasa huu umeondoka, Mwenyezi Mungu akakuchukua, hakuna kulikuwa replacement kwako wewe. Ushaelewa? hmm. Kwa hiyo wajifunze kuwa taasisi kubwa, wawe maaskofu wengi. hmm. Kama taasisi zingine wawe e, wachungaji wengi wa kuweza kuongoza, na Watanzania huwa wa wanaamini kama Gwajima hayupo siendi. hmm. Kama Kakobe hayupo siendi Siyen. Kama Mwamposa hayupo siendi. Kwa wengi wao wanaenda kwa sababu ya mtu fulani. Ya mtu fulani. Shaanelewa vizuri. Kwa hiyo mm. Mzee wa Pakwa Lusekelo namuheshimu sana unapozungumza kwamba watu kwende baada hata hilo kanisa lifungulwe sasa hivi. Gwajima yuko labda tuseme mfano tuseme yuko gerezani. Mm. Hautaona watu pale mbona wala kwa mamlaka tale wamekimbia watu wote? Mm. Shaanelewa. Mchungaji yaani mm. mwenye kanisa tu akifariki, eh, Na waumini wanakimbia. Mambo yanakuwa si mambo. Si mambo. Kwa hiyo <laughs> Sawa. Hata sasa hivi kanisa lifunguliwa na serikali yeah, Ugwajima afungiwe, hautaona mtu pale. Kwa hiyo nataka kumaanisha kwamba watu wengi wanakuwepo pale kwa sababu uh, ya mtu fulani yes, kwa sababu haya makanisa Kilokole ya Kilokole yamejiwekea utaratibu huo mm. ushanaelewa? mm. kama yeye hayupo mm. basi na waumini hawapo kwa hiyo okay, ndio maana nawashauri wabadilike huyo toka Lusekero amefungua kanisa hilo lishe, kuona kuna nani mwingine mkubwa, labda mkubwa kuliko yeye e, pale kwenye kanisa lake nani? Si ni yeye tu kila siku. Kwa hiyo wabadilike, iwe taasisi kubwa. Sawa, um, tumezungumza mengi hapo, na sasa hivi kumekuwa kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea kwenye mitandao na hususa na hisi ni kwa sababu ya uchaguzi umekaribia. Uh, kila unapokutana na video ambayo inahusu mambo ya kisiasa unakutana na comments nyingi sana ambazo uh, zinakuwa zina zinamtukana kiongozi uh, wa nchi yetu ya Tanzania Rais Samia Suluhu Hassan. Unahisi kwa nini haya yanatokea na labda unaweza ukawashauri nini Watanzania uh, kwa sababu wengi wana comment, wa, ni kama vile ulivyosema kwamba watu wanatakiwa wawe na elimu ya kitu fulani, wajue sheria, wafuatilie mambo na wajue huyu kakosea au hajakosea. Na watu wamekuwa na miemko hiyo, kila mtu ametoa maoni yako kama ulivyotoa maoni yako kuhusiana na kufungiwa kwa Gwajima. Kuna mwingine pia ametoa maoni yako kusema kwamba labda serikali imekosea au vitu kama hiyo. Wewe unahisi nini kifanyike kuelekea uchaguzi, kwa sababu sasa hivi kumekuwa na vuta ni kuvute kubwa sana. Kuhusiana na uh, mambo ambayo yanaendelea, yani, kitu kidogo kikitokea tu komenti zinakuwa nyingi sana kuhusiana na serikali ya Tanzania. Unajua, kwanza mm. uh, tujue kwamba tuna kama Gwajima alivyosema kwamba IGP unafanya kazi gani? mm. na wanakuwa ana mwataki sana IGP, mkuu wa jeshi la polisi kwamba jeshi la polisi halitimizi wajibu wake, mm. lakini mm. Watanzania tuko milioni ngapi? zaidi ya milioni sitini zaidi ya milioni sitini Jeshi mm, la polisi wako wangapi hapo? Hata mi sifahamu, labda mtazamaji atusaidie mm. Kuna polisi, unakuta kuna sehemu hata kituo cha polisi hakipo, kuna mgambo tu mm. Nchi polisi hawana zana. Loo, hii unaweza ukapiga simu ume, umetekwa sehemu, polisi gari halina hata mafuta, au wako mbali. Mimi nazunguka mikoani usije tu ukaona defender zinazunguka. Je, hapa Dar es Salaam? Umekaa sehemu unaona defender imepita. Umeenda gobo unaona defender imepita. This is Dar es Salaam. Kuna maeneo kwa mikoani kituo cha polisi kiko kiko mbali. Mm. Polisi mwenyewe hata kama unamhitaji, hata pikipiki tuana. Atasubiri muone ndio waje wachukue maiti. <laughs> Tunaposema tu mm. tunaposema tu jeshi la polisi mm. halilindi raia mm. tuhesabu na wanaosema hivyo ni wasomi mm. na wanajua hili mm. ni wasomi kuliko mimi mm. sasa nakuuliza we, msomi, kama umetumia umeshindwa kutumia usomi wako kuelimisha jamii, wa Tanzania tuko milioni ngapi? Na hakuna nchi kubwa kama hii. Tanzania hii sio Zanzibar, hii sio Rwanda, hii sio Burundi polisi namba yao ni chache sana ukilinganisha na idadi ya Watanzania, na zana hawana. Sisi nazunguka mikoani huko, shanelewa mm. kwa unapokuja tu na mwataki IGP IGP, mfano kwanza, Watanzania wengi hawajui. Sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi je, mm. sasa hivi tunakoelekea sio swala la serikali. Serikali kazi yake ni kulinda nchi mm. na raia na nini, mali zao mm. Tunaelekea kwenye uchaguzi, hii season au wakati huu ni wakati wa politics, yani kwa maana ya nini, siasa Siasa. Mm -hmm. ambapo ni vyama mm. sawa. Hii sasa mimi sijikiti sisi si, si, nani eti Chadema sijui ni na nini Chadema wanalamika watu wanatekwa wanatekwa wanateka. Sasa nasema in general vyama vyote kwanza mm. CCM sisioled mm. nini. Niulize, nilizungumza hapa juzi, mtu mm. anachukua mke wa mtu au anachukua mume wa mtu anatekwa, kuna singiza sea sasa. Leo mm. Dudu Baya TV najikita kwenye vyama vya siasa, ndielewe, hiki ni kichwa mm. kuna wanasiasa wangapi wadogo wadogo hawa, hasa wakike, wanaoshobokea vyeo isa anataka Uh, u, u, udiwani nani anataka ubunge, viti maalum mm, mm. Anataka udiwani, yani anataka cheo chochote kwenye chama, mpaka kwenye udiwani, kwenye ubunge mm, viti maalum mm. na hawa most of them nazungumzia hawa wa kike hawa Acha mama zetu wakina Dr. Samia Suluhu Hassan, acha wakina Sharozi Migiro, acha awanza kvo vkoa vikoan fulani na linampa hela za kampeni, mm. ili apate nafasi anafanya nini anayotaka. Je, huyo tajiri anayekusponsor au kuna kiongozi serikalini anakusponsor au kuna kiongozi mkubwa mwenye hela kwenye vyama anakusponsor? mm. hana mke je, na kuuliza sana mke mm. ana watoto wakubwa kama sisi hapa tulivoka, alafu wewe kwa kielele chako unataka nafasi ya, ya viti maalum kwenye chama chako. Sasa ndio maana nikasema vyama vyote vina viti maalum, so si CCM tu mm, hii inazungumza mpaka ndani ya CCM, hiyo cha Dema hiyo sio zalendo. Unataka hiyo nafasi alafu fadhili wa fedha zote zile, hilo ni V8, kwa sababu unajua sasa hivi waheshimiwa wote, hata kama unagombea wewe Jay Save ukiwa ni mpya kwenye jimbo sasa, mm, acha mbunge sasa aliopo, mm. mm. wewe Jay Save ukienda bungeni kugombea hauwezi kwenda na korola, lazima ujipange, lazima uende na mavieti mawili mm ili wananchi wakuone nini? mm. uko vizuri mm. ushanaelewa? mm. ukienda na gari mkweche imekula kwako. Sasa hayo mavieti wanatoa wapi? hao ni nani masponsa wenye hela mm. iwe viongozi ndani ya vyama mm. iwe masponsa matajiri mitaani. Sasa hawa wanawake zao wanaona kabisa ule binti mm. amenunuliwa vieti na mme wangu mm. anaenda kugombea kule na hela za kampeni anabeba Je, huyu mwanamke akijiorganize na watoto wake wakatafuta watu sizoni ya uchaguzi wakakuteka na we ni mwanasiasa mm, ukapotea kusikojulikana? ndio serikali tuseme tuko ndio mm, serikali na ndio bali shehe kuzungumza. Hawa wanasiasa wanauana wao kwa wao, iwe ndani ya system, kwa sababu unakuta sivi jimbo naenda sivi majimbo mimi, mpaka huko kisiasa, jimbo la Magu najua ni wangapi wanaogombea akiwepo mshikaji wangu aitwa Edwin huko kila jimbo sivi, yani siasa imekuwa ni biashara. Jimbo moja kuna watu sita, na unakuta wote ni CCM. bado kuna Wachadema, bado kuna wanini, yani jimbo tu ina watu 15. Angalia huyu msumeno, angalia huyu msugono, na ndio maana sisi, ukienda kugombea kichwa kichwa, kuna techniques tatu. Mpinzani wako mm, la kwanza atakutumia mwanamke, ukijifanya wewe kielele ndo mwanamke akupozo akuwekee so, akikukosa kwenye so, anakuja kwenye ushirikina. Ndo maana wakili wangu Mzee Kakamba alikimbia jimbo la Tabora mwenye mpaka leo amenyosha mikono, hata kisiasa siasa <laughs> ikamshinda <laughs> ya, yeah, kwa ana sheria huyo Kakamba, wanamjua watu wakina lisi wote wana, wana sheria wakubwa wanamjua, ni mwanzo ni mwana sheria mkubwa Mzee Kakamba, mmm anaishi hapa baba alimicha Shana leo, alienda na kielele chake nikaambia. <laughs>